Kumbuke somo letu linasema usivunje agano la Bwana. Kama unaona kuna mahali rafiki unayempenda ndugu yako wa karibu unaona kuna mahali ametoka kwenye agano la Bwana. Kuna kitu amekifanya ambao kiko nje na agano la Bwana. Unashuhudiwa kabisa ya kwamba huyu mtu yuko nje agano la Bwana. Na mkini umeshindwa namna ya kumweleza, umeshindwa namna ya kumwambia. Yawezekana unamwambia lakini hakuelewi, unaweza tu kashia naye link hiyo, ili aweze kuingia tuweze kuendelea pamoja. Na leo kitu muhimu sana ambacho tunakizungumza ni kitu muhimu sana, vyote ni muhimu, lakini kati ya vitu muhimu siku ya leo, siku ya leo tutaviangalia kwa sababu ni mambo ambayo yanatuhusu sana. Tuliweza kuangalia huko nyuma namna agano linavyokuwa tuliweza kuona kina Elia namna alivyoingia agano la Bwana. Tunaona namna ambavyo Israeli liacha, waliacha agano la Bwana. Bwana Yesu asiwe sana tuliona, tukaona vile vile tulihitimisha ya kwamba ukiwa katika agano la Bwana au ukiwa ndani ya agano la Mungu, na wewe utafanyika agano kwa watu wengine pamoja na vile vile utafanyika kuwa nuru. Hapo ndo tulipoishia siku ya jana. Sasa leo tutaendelea ambao ndio hitimisho la somo letu. Sasa hitimisho la somo, hitimisho siku zote wao wanasemaga huwa ni, ni ni kwa ufupi. Sasa mimi sijui Roho Mtakatifu atatupeleka mpaka wapi kwenye kuhitimisha. Kama tutamaliza basi Mungu ni mwema ashukuliwe. Kama tutamaliza basi kesho, nina hakika Mungu na mwanadamu kupitia Yesu Kristo anatale hai, ambapo tuna ambapo tunasema ni agano jipya. Agano jipya limekuja baada ya agano la kale kukosa nguvu au kukosa msaada. Bwana Yesu asiwe sana, sina maana ya kwamba agano la kale halina msaada ama halifai kwa maisha yetu sisi, sina maana hiyo, ila agano jipya, kuna kitu kipya ambacho kililetwa au kulif kulif, kulifanyika innovation ya jambo jipya, au kuna nguvu nyingine ambayo iliongezewa kuwasaidia, kumsaidia mwanadamu ili aweze kupatana na Mungu wake. Inaweza nikatulia nikatumia ne, lugha hiyo, naomba nirudie hapo, ni lugha nzuri ambayo inaweza ikaeleweka. Maana nikisema sasa kwamba agano jipya limekuja baada ya agano la kale kukosa nguvu, kuna mwingine anaweza asielewe, mwingine anaweza akavurugika akasema, sasa ah, na maana sasa, kumbe tunatakiwa tusisome agano la kale. Hapana, hapana rugha ambayo inaeleweka, naomba niitumie hii kwamba agano jipya lilileta nguvu mpya, au lilileta nguvu ya kumwongezea mwanadamu au kumpa uwezo mwanadamu wa kuweza kupatana na Mungu wake, au wa kuweza kutembea katika agano ni ule uwezo ambao unampa mtu kuweza kukaa katika agano. Baba zetu huko agano la kale walikosa nguvu ya kukaa katika agano la Bwana, ndio maana walikuwa wanaenda siku mbili tatu, miaka imepita wanaanguka tena, wanaacha agano la Bwana, lakini sasa Mungu wetu akaona kuna njia mbadala, kuna kitu mbadala ambacho kinatakiwa kiintroduce, ki ki ki ki ki ki ki kianzishwe, ifanyike innovation, innovation, innovation, innovation. Ni, ni, ni hali ile ya kufanyeje, ya kuwa creative, yani una ya, ku ya kuanzisha kitu kipya, hali ya kuanzisha kitu kipya. Sasa Mungu aliamua afanye jambo jingine au aanzishe kitu kingine ambacho kitamsaidia mwanadamu atembee katika agano lake.